Unahisi yes. Kitu gani ambacho mpaka sasa hivi unahisi kwamba kama bado una deni hivi hujakitimiza katika namna ambayo wewe eh, mwenyewe ulikuwa unatamani ku, kukifikia kwa haraka zaidi? Ubingwa wa Afrika ama ubingwa wa ndani wa ligi, na unaweza kuchukua moja kati ya hapo vyote natamani na na una, unaona kabisa future yako inaweza ikatimia Yani kabisa ndo maana tunazidi kupambana. labda ni changamoto gani kubwa ambayo umewahi kutana nayo tangu uanze kucheza soka la kulipwa? Changamoto ziko nyingi sana. kipindi ambacho nacheza Madini kwao nilikutana na changamoto nyingi sana kwao, haziwezi kuelezeka. Lakini mpaka mtu kusimama kujitengenezea profaili, amepita kwenye vikwazo vingi sana. kuna kukatishwa tamaa, kuna kuchoka, lakini sijawahi kukata tamaa, sijawahi kuchoka. inabidi niendelee na safari ambayo mimi nimeianzisha. Hii safari nimeianzisha mwenyewe, kwa hiyo natakiwa nimalize mwenyewe so mtu ajaikatisha. Labda kucheza kwako Simba kumebadili vipi maisha yako ya kisoka na kijamii kwa ujumla? Ah, kumebadili sana. Unajua, unapata heshima ndio, unajiona unakuwa mkubwa bila hata kuwalazimisha watu wakuone mkubwa, kwa hiyo yaani, n nipa nafasi kubwa sana na labda ni mchezaji gani wa Simba ambaye alikusaidia sana ulipojiunga na timu ya Simba kwa mara ya kwanza? Nasaidia kwenye, kwenye nini? Kwenye kukuelekeza labda utamaduni wa klabu ko hivi. Hakuna mtu ambaye amenisaidia kwa sababu wachezaji wote wanajuana. Ko kama tunaweza kuonana viwanjani tunajuana, ko hata sehemu ambayo mnakutana, huyu mgeni unakuwa mwenye familia po maelekezo ya timu na kila kitu unapewa na viongozi na unapewa na watu ambao wanatakiwa kukuongoza sio mchezaji anakwambia hapo anatakiwa hivi hapo anatakiwa kama hujui unauliza kitu na ni mchezaji gani ambayo unahisi kwamba ana kuinspire sana yani unatamani na wewe ufike kama level ambazo yeye kafika mimi yeah, kwenye ligi yetu kila mtu ambaye anacheza nafasi yangu anakuwa naninspire. kwa sababu nilichokuwa ninacho mimi mwingine hana lakini walichokuwa navyo wao mimi a kila mtu ambaye anacheza nafasi yangu ananisipaya sana ndiyo. Yani sana kwao, kila mtu anavyoweza kumwangalia, siangalii tu timu mbili au timu tatu, lakini kila mchezaji ambaye anacheza nafasi yangu na nikipata muda wa kuangalia naangalia. Mna mechi kubwa ya kimataifa ambayo mnaenda kucheza nayo Stellenbosch ya Afrika Kusini. Unaona, safari ya Simba kwenda kutoa ubingwa wa Afrika ipo kwa kuangalia wapinzani waliobaki na aina ya mpinzani ambaye yuko mbeleni kwa sasa tuma. Kujilinda na kujitunza tunaweza kufanya kitu, lakini sio kwa mdomo. Inabidi tupambane na tufanye kazi ili kufikia malengo hayo. Bwana kapteni Lucho, mimi nakushukuru sana bwana kwa muda wako, ma Mungu aendelee kutupigania mwanangu. Amina ishawe. Feedback na PG Kweka.